Naitwa Mwalimu Theofil Joseph Amo, ni mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Manyara. Kuelekea uchaguzi wa tarehe 29 kesho, naomba nitumie fursa hii kuwasii sana walimu na pia kuhamasisha walimu. Ni kundi kubwa, wako kwenye jamii, wametapakaa kila mahali, na mwalimu akisema mwanajamii anaitikia, kwa sababu mwalimu ni kioo cha jamii. Kwa hiyo sisi kama walimu tuna kila sababu za kupiga kura ili kupata serikali ambayo itaendelea kutushika mkono, serikali ambayo itaendelea kuwa nasi bega kwa bega ili kutatua changamoto zetu. Kwa hiyo na wasi, walimu sisi ni kioo cha jamii, tujitahidi tu, tu, tu, tujitokeze, tukapige kura, tuiweke serikali madarakani, serikali sikivu, serikali ambayo itajali changamoto zetu. Mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Walimu mkoa wa Manyara nimetembelea wilaya zote za mkoa huu kuangalia changamoto za walimu. Changamoto zao nyingi sana zimetatuliwa, na haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu madaraja kupanda wa, watumishi wa umma kupandishwa madaraja kwa mserereko wa aina yake. Miundombinu imejengwa mizuri, kwa mfano kuna miundombinu ya elimu mingi katika nchi hii imetapakaa nchi nzima. Kwa mkoa tu wa Manyara ni mabilioni ya fedha yameletwa mkoa huu yameboresha miundombinu ya elimu kwa kweli, tuna, tuna kila sababu za kuendelea kushikamana na serikali ambayo tunaona focus yake tunaona mahali inakoenda, lakini naomba ni nikanushe kwa nguvu zote barua au waraka unaotembea mitandaoni ambao unasemekana ume, umeandikwa na ofisi yetu ya Chama cha Walimu, lakini sio kweli. Hao ni wahuni wachache, hao ni watu wabaya wenye, wenye nia mbaya na Chama cha Walimu. Hao wameamua kufanya hivyo ili kuichafua taswira nzuri ya Chama cha Walimu ambayo imejengeka ime kwa muda mrefu na serikali yetu tunashikamana bega kwa bega. Kwa hiyo wameona wafanye hivyo ili kutuchafulia taswira yetu kama chama cha walimu. Chama cha walimu tuna mawasiliano kutoka ngazi ya taifa, ngazi ya, inashuka ngazi ya mkoa, hatimaye ngazi ya wilaya. Tuna hierarchy nzuri ya mawasiliano, kwa hiyo hatuwezi kufanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo tunakanusha waraka huo, walimu muupuzie, muone ni waraka feki ambao kwa kweli lengo lake ni baya kwa chama cha walimu mwisho, ninawasihi tena, kesho tukapige kura, tuiweke serikali madarakani. Kura moja ina thamani kubwa sana kuweka mustakabadhi wa nchi yetu. Kura moja ina thamani kubwa mno. Kwa hiyo usirudi nyuma, kapige kura, muhamasishe na jirani yako na ndugu zako na wengine ambao umewafundisha waende wakapige kura. Kura kupiga kura ni muhimu sana. Asanteni sana. Mungu ibariki chama cha walimu, Mungu ibariki mkoa wa Manyara, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.